Subhana taala, subhana taala, twaomba uzima. Aliofika hapa hatuwezi kukataza lugha hizi, kwa sababu hizi lugha nzetu

tulikubali mradi saa hii, twatengeneza mradi kwa sababu tuamalizia hizi tambiko kwa sababu hatutaki hili wala lile. Sisi tunataka anayefanya kazi hapa afanye uzuri, akiwa ametoka nyumbani amekuja vizuri na arudi nyumbani kwake arudi vizuri. Ambao wamekwa hapa kama security ama askari, pia wao nao walinde vizuri, wasione magosti. Wakiona magosti, inakuwa mbaya. Sisi tunaondoa yale magosti, ndio tumetengeza tambiko kwa sababu ya tuwe shwari na mtu yoyote ambaye amekuja saa hii hapa, huyo pia ni mwanadamu, ni mwananchi. Hii kama ingefanyika kwanza, madhara ya kwanza ni sisi. Ukami ukam unaingia kama hili, mnaona ukami umeanza uni, kushika na sisi tukienda kuomba wale, mpaka tuwafanyie vile tulivyofanya, ndio kwa ile pale kwa viungu, ndio na tunapokolea, ndio maana mvua tunapata nzuri. Ukami zaidi